Kila siti moja tungekaa watu wawili, ili walau tupate watu elfu thelathini hivi tuweze kufanana na mandhari ya Benjamin Mkapa, lakini uwanja unaingiza watu 15885 ndizo tiketi ambazo zitaanza kuuzwa kuanzia hii leo. Viingilio vipa itakuwa ni shilingi elfu arobaini tunaposema vipa unapoingia uwanja wa Amani, kwa wale kwa wale wenyeji uwanja wa Amani, hapa vip wanapokaa wanapokaa wakubwa wa nchi na wageni waalikwa, ili shavu la kushoto na kulia hapa ndiyo vipa, pale ni shilingi elfu arobaini kwa kichwa. VIPB urusi ni shilingi elfu ishirini Mzunguko ni shilingi elfu kumi, na tiketi zitauzwa kwa mtindo wa ncad kwa hapa Zanzibar. Kutakuwa na vituo kumi na tano kwa maana ya Unguja na Pemba, ambavyo vinauza tiketi kwa mtindo wa ncad pamoja na duka la TTCL. Ncad zinapatikana hapo na kuanzia hivi sasa tiketi zinapatikana katika maeneo mbalimbali, nitayataja hapa kwa faida ya wale wanaoishi Zanzibar, lakini vile vile tutatoa eh, tangazo maalum ya vituo vyote ambavyo vinauza tiketi kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa wale wa Dar es Salaam, vituo vyote vya Dar es Salaam ambavyo vinauzaga tiketi katika mechi za nyuma, vile vile vitaendelea kuuza tiketi katika mchezo wetu huu wa nusu fainali. Wito wangu sasa, wito wangu huko sehemu mbili. Kwa hapa Zanzibar, hapa Zanzibar wengi tumezoea tiketi zile za paper tickets, ambazo mara nyingi huwa zinauzwa siku ya mchezo. Kwa mechi hii tiketi zitauzwa kwa mtindo wa enga ambazo unaweza kununua hii leo Jumanne, ukaitunza tiketi yako mpaka tarehe ya mchezo na siku ya mchezo. This is very important. Na siku ya mchezo tarehe ishirini, tiketi hazitauzwa nje ya uwanja wa Amaan tumezoea kununua tiketi siku ya mchezo uwanjani kunakuwa na mawakala kadhaa ambao wanauza tiketi nje ya uwanja wa Amani. Mechi hii ni ya kafu, taratibu yake ni tofauti kabisa. Sio utaratibu wa Mapinduzi, sio wa Muungano, sio NBC, sio utaratibu wa Muungano, sio utaratibu wa ligi kuu ya NBC, sio utaratibu wa ligi kuu ya Zanzibar. Utaratibu huu ni wakafu ambao hauruhusiwi kuuza tiketi nje ya uwanja. Hivyo basi, yeyote ambaye anahitaji kununua tiketi anunue tiketi yake hivi sasa katika vituo ambavyo ninavitaja hapa hapa nje ya uwanja wa Amaan, kuanzia hii leo mpaka siku moja kabla ya mchezo, kwa maana tarehe kumi na tisa kutakuwa kuna mawakala wanauza tiketi hapa. Tarehe ishirini hawatauzia hapa tiketi, lakini vile vile yuko Muhamed Zaharan Abdullah, huu ni wakala wa kuuza tiketi, anapatikana hapa Unguja. Lakini Shadrak Kimario yupo Kariakoo Mchina Tambi, naye ni wakala wa kuuza tiketi. Nuhu Jumanne yuko Bububu Skuli, naye vile vile anauza tiketi. Rashid Isa Juma yuko Fuoni Mambo, sasa nawasilisha naye vile vile anauza tiketi uh, Lukman Omar Hamis yuko Radio One daraja Bofu naye anauza tiketi. Hari anapatikana hapa hapa maeneo ya Amani. Fahad yupo Kwerekwe. Hamza yuko Meli Tano. Suleiman Suleiman yupo Kwerekwe sokoni. Uh, Mwinyi Mwinyi wana Kwerekwe car wash naye vile vile. Anauza tiketi bila kumsahau TTCL ambayo ipo Kijangwani na kwenyewe vile vile.